Kuna msemo maarufu unaosema Moscow ni kichwa cha Urusi na St. Petersburg ni moyo wake. Hata hivyo, huenda hujasikia kuhusu jiji la Nishni Novgorod linalojulikana kama mkoba wa fedha wa Urusi, jina linaloashiria umuhimu wake wa kiuchumi katika taifa hili kubwa. Kama ndio mara yako ya kwanza unalisikia jina hili, kaa nami nikueleze, kueleze Nishni Novgorod ni jiji la sita kwa ukubwa nchini Urusi likiwa na wakazi zaidi ya milioni moja na laki nane lipo takribani kilomita 420 kutoka Moscow na limejengwa kando kando ya mito miwili mikubwa barani Ulaya, mto Oka na mto Volga. Muunganiko wa mito hii ulileta mvuto mkubwa wa kibiashara tangu karne ya 17, hali iliyochangia kuasisiwa kwa jiji hili mwaka 1621. Mwaka 1817, Nishni Novgorod ilitangazwa rasmi kuwa kituo cha kibiashara cha himaya yote ya Urusi. Maonyesho ya kibiashara yaliyojulikana kama Nishni Novgorod Fair yalifanyika kila mwaka, yakivuta wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali duniani. Jengo hili la maonyesho lililojengwa kwa mbao liliteketea kwa moto mwaka 1816. Lakini baadaye likajengwa kwa matofali kwa michoro ya msanifu Agustino Betti na kuendelezwa na Alexander Kaminski. Kwa sasa, jengo hili linatumika kwa makongamano na matamasha ya kimataifa kama vile World Youth Forum Assembly 2025. Jiji hili limegawanyika katika maeneo mawili: jiji la juu na gurnaya kasti, na jiji la chini Nyiznya kasti, na ni miongoni mwa maeneo ya kihistoria nchini Urusi na huchukuliwa kama mojawapo ya vivutio vya juu vya utalii. Kwa mgeni anayefika mara ya kwanza Nishni Novgorod, eneo la kwanza atakalotamani kuliona ni jengo la Kremlin. Huenda ulijua Kremlin ambayo ni makao makuu ya rais wa Urusi yapo Moscow peke yake. Hata hivyo yapo maeneo mengine kumi na mbili ndani ya Urusi yenye jengo la Kremlin ambalo maana yake halisi ni ngome. Kwa Bongo tunaweza kusema ni maeneo ya kila wilaya ambayo kwa zamani wakati wa ukoloni yalijulikana kama boma. Kwa hiyo Kremlin ya Nizhny Novgorod jengo la ngome lililojengwa kati ya mwaka 1500 na 1515 ni kivutio kikuu cha watalii. Lina minara 13 ya kihistoria na ukuta wenye urefu wa kilomita tatu. Ndani ya Kremlin kuna kanisa moja lililosalia na makumbusho yenye historia ya jiji hilo. Kwa usiku, eneo hili huangaza vyema kutokana na taa zinazoakisiwa na maji ya mto Volga, kupitia ngazi ndefu za kupendeza zinazoteremka hadi bustani ya chini. Alexander Nevsky Cathedral kathedro lililojengwa mwaka 1868 ni kanisa la kihistoria lililowahi kutumika kama eneo la ulinzi wakati wa vita ya Pili ya Dunia. Mwaka 1992 kanisa hili lilirejeshwa rasmi kama kivutio cha utalii na ibada. Pembeni yake kuna sanamu ya shujaa aliyelinda jiji dhidi ya uvamizi wa Wajerumani. Makanisa mengine ya kihistoria ni pamoja na Pesheski Ascension Monastery la mwaka 1632, Church of the Nativity la mwaka 1696, na Nishni Novgorod Synagogue mwaka 1881, na yote yakionyesha mizizi ya Ukristo ndani ya Urusi. Ukiachana na vivutio hivi vikubwa, kwa upande wa miundombinu, Nizhny Novgorod ni mfano wa ustaarabu wa miji ya kisasa. Mipango miji imezingatia magari, waendesha baiskeli na watembea kwa miguu. Wanasema ukitaka kujua ustaarabu wa miji, kitu cha kwanza ni uzingatiaji wa utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti, ambapo tangu unaingia airport utakutana na miti iliyopandwa vizuri pembezoni mwa barabara na kutunzwa vizuri. Mitaa yake ni misafi na ni nadra kukuta taka zimetupwa ovyo, na ni sehemu ambayo pia imezingatia watembea kwa miguu, kukiwa na maeneo yao maalum yanayohakikisha usalama wao wakati wote wakitumia barabara. Wakazi wa jiji hili pia wanajulikana kwa upenzi wa kahawa, ambapo ni kawaida sana kukutana na maeneo ya kuuza kahawa, yani coffee shop karibu kila mtaa. Kwa ujumla jiji la Nizhni Novgorod ni kati ya maeneo ambayo wanafurahia kupokea wageni na kuwa kirimu, ambapo kutokufahamu kwako lugha ya Kirusi haikuzuii kufurahia uwepo wako, kwani uwepo wa teknolojia ya kutafsiri kwa simu imesaidia kwa kiasi kikubwa mawasiliano kurahisishwa baina ya wageni na wenyeji. Wiki moja niliyokuwepo ndani ya jiji hili nimefurahia kila dakika na hakika Ipo siku nitarejea tena kutalii na kufurahia maisha ya jiji hili. Plasiba, Nishni, Novgorod.